Habari yako, naitwa Dr Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asilia kinachotibu kwa kutumia mimea asili, mimea isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Watu wengi wamekuwa wakiteseka na maradhi mbalimbali, na wengine wanakuta kwamba wamekuwa wakitibiwa sehemu huku, baada ya muda mfupi tatizo inajirudia. Wengine wametumia madawa mengi lakini mwisho wa siku madawa haya yanakuja kuleta madhara mengi sana na kwa sababu kuna baadhi ya maradhi yamekuwa, sehemu zingine yanakuwa kama yanatulizwa na hayaponi kabisa moja kwa moja. Lakini tukushauri kama wewe na changamoto hii, kupiga kwenye kituo chetu cha Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili ambacho kinatibu kumaliza tatizo na si kutuliza. Na Song'wa Traditional Clinic imesambaa Tanzania nzima, lakini pia mpaka nje ya Tanzania. Kwa hiyo tukushauri, mkoa wote wasiliana na sisi, utaweza kupata tiba kumaliza. Watu wengi wamekuwa wakiteseka na ugonjwa wa fangasi. Fangasi ni ugonjwa ambao umekuwa ukiwatesa watu wengi, unasikia miwasho sehemu za siri, au wakati mwingine kutokwa na mapele, ambao fangasi ukikaa nao muda mrefu, inaingia kwenye damu, au wakati mwingine inafika hatua wa bakteria wa fangasi unapozidi kukaa nao, wana create wanatengeneza ugonjwa mwingine wa PID, pelvic inflammatory disease. Ni, ni ni kuvimba kwa mirija ya uzazi kwa kinamama, na hali hii inapojitokeza kwa kina mama unakuta kwamba anapokaribia period anakuta anasikia maumivu makali kwenye nyonga iza upande mmoja au pande zote mbili, lakini nje ya hilo unakuta anatokwa na uchafu, unaweza kuwa mweupe au kama ni mwepesi au ni mzito kama krimu fulani, na wakati mwingine unaweza ukatoa kama umechanganyikana na damu. PID ni kuvimba kwa mirija ya uzazi, wengine wanaita uvimbe maji. Hii ni kutokana na kuishi na ugonjwa wa fangasi au UTI kwa muda mrefu, na unakuta watu wengi wanatumia UTI dawa eh, za UTI au za fangasi bila kuzitibu kupona, mwisho wa bakteria hao wanaingia kwenye mirija ya uzazi na mwisho wa siku inakuja kusababisha shida hii. Kuna kina mama wengi wamekosa watoto kwa sababu ya ugonjwa wa PID, lakini pia nje ya hilo kuna watu wengine wanapata shida ya saratani ya shingo ya kizazi kwa sababu ya ukali wa ugonjwa wa PID. Kwa hiyo kama una changamoto ya PID au una sugaitia kwa muda mrefu, au una changamoto ya vidonda vya tumbo, una changamoto ya hepatitis pia yawezekana una homa ya ini, lakini pia yawezekana una eh, changamoto ya kisukari, lakini yawezekana pia una changamoto ya ugonjwa wote. Kwa tatizo la PID, tuna dawa yetu inaitwa Lonze ambayo inamaliza changamoto hiyo. Lakini pia kama wewe umekuwa ukiteseka na tatizo la kisukari, tunayo dawa yetu ya Song'wa dawa ya Song'wa ni dawa ambayo inatibu tatizo la sukari, kutibu kongosho lianze kufanya kazi ya kuzalisha homoni ya insulin na insulin iweze kucontrol sukari kwa mfumo ambao Mungu ameutengeneza. Yamkini inawezekana ya pia wewe uko na changamoto ya tatizo la bawasiri, kutoka na kiuvimbe au kinyama sehemu ya haja kubwa, tunayo dawa yetu nzuri sana ya ngumbo. Dawa ya ngumbo ni dawa ambayo inatibu tatizo la bawasiri, iwe ya ndani au ya nje, tatizo hilo linamalizika bila ya kufanyiwa operation ya aina yoyote. Kwa hiyo tukushauri, kama wewe umetatizo la namna hiyo au na changamoto hiyo au ni ndugu yako, basi umwelekeze Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili ambacho kinatibu kumaliza tatizo na si kutuliza tatizo, lakini tunapatikana Tanzania nzima kama nilivyosema. Kwa hiyo kama ni wewe au ni ndugu yako ameteseka na magonjwa haya au wakati mwingine amekosa matumaini, tukushauri uweze kutembelea kituo chetu na unapiga namba yetu kama unavyoona hapo chini kidisplay, piga namba hiyo. Lakini mitandao ya kijamii, andika Song'wa Traditional na Instagram Damaki TV, YouTube. Lakini pia unaweza kuendelea kutufuatilia pia online kwa Damaki Radio, tuna radio yetu pia unaweza kuendelea kupata habari zingine zaidi. Afya yako jukumu letu.